Kwa majina inaitwa Imanueli Lyimo, ni mratibu wa zoezi zima la wiki ya huduma kwa wateja kutoka Kibosho hospitali. E, tu, kwa wiki nzima tumewaandalia wateja wetu uh, huduma ambazo zitakuwa zinatolewa bure ambapo kuna afya ya kinywa na meno, kuna sukari, presha, kupima vyote ni bure, lakini tuna macho pia vipimo vyote hivi vinafanyika bure kwa wananchi. Kwa hiyo tuna wakaribisha sana uh, wananchi wote wanaotuzunguka na hata wale ambao wanatoka mbali. Tutaendelea kutoa huduma hizi si tu kwa kipindi hiki cha, cha wiki ya huduma kwa wateja lakini wa mwiti kwa mwitikio ambao tumeuona, kuna uhitaji mkubwa sana. Kama unavyoona wagonjwa ni wengi, wamejitokeza kwa wingi. Kwa hiyo hii inatupa picha kwamba watu wana matatizo. Kwa hiyo kimsingi, tuna haja ya kuongeza siku, na kama unavyoona leo ndio ilikuwa mwisho wa siku hii ambayo ni kilele cha huduma kwa wateja, lakini kwa pamoja tumekubaliana tutaisogeza mbele mpaka ifikapo Jumapili. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni yote hii katika kuwafikia uh, wananchi na kuwapa huduma ambayo ni bora. Uh, mpaka sasa, kama unavyoona, tumeweza kuhudumia wagonjwa zaidi ya mia tatu na bado wanaendelea uh, kufika na tunaamini kufikia siku ya Jumapili kwa sababu tuko karibu na kanisa, wengi wataendelea kupata taarifa na gari la matangazo linaendelea uh, kupita mtaani, tunaamini tutakuwa tumepata namba kubwa sana ya wagonjwa ambao watatufikia Tunarudia tena, huduma zetu ni bure za uchunguzi, na pale mgonjwa anapoonekana anahitaji kwenda kwenye matibabu zaidi, basi kuna utaratibu ambao tumeuweka atapaswa uh, kuchangia na kiasi ni cha kawaida ambacho yeyote yule ambaye anakuja ana uwezo wa kupata. Karibu, asante. Kwa jina anaitwa Elini Lerunde daktari katika hospitali Teule Kibosho. Tupo hapa kwenye zoezi muhimu la kutoa huduma kwa wateja wetu, ambapo hii ni wiki ya huduma kwa wateja ambayo ilianza tarehe sita hadi tarehe kumi. Leo ni siku ya Ijumaa, ila kutokana na uhitaji na wingi wa wateja, huduma hii imesogezwa hadi siku ya Jumapili. Kwa hiyo huduma tunazozitoa hapa ni vipimo vya msingi ambavyo tunacheki pressure, tunacheki sukari, tunacheki uzito na uwiano wa uzito na urefu wa mteja ili kuweza kumshauri uh, vipimo vitakavyokuwa. Pia pamoja na hayo tuna uh, pima wingi wa damu, uh, vipimo vya ini, cheki figo, na pia kwa wanaume kuna homoni tunayo cheki ya prostate specific antigen, cheki homoni ya kwa hiyo kwa tulivyoona kwenye kwenye kuendanana na mwenendo wa vipimo, changamoto tuliyoona zaidi ipo kwenye suala la presha, shinikizo la juu la damu. Wateja wengi wameonekana kwamba wana shinikizo la juu la damu na tumewapa ushauri wa namna ya kubadili mfumo wa maisha hasa kwenye upande wa lishe vyakula na namna ya kubadilisha nini ya kubadilisha ili waweze kukaa kwenye mfumo sahihi okay. Kwa jina anaitwa Dkt Edwin Mzava, ni daktari specialist ya macho hospitali ya wilaya ya Kibosho. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru jamii na watu wanaojitokeza kwenye huduma mbalimbali hususan katika wiki hii ya huduma kwa wateja tumehudumia watu wenye shida mbalimbali za macho. Changamoto za macho ni nyingi kama tunavyofahamu. Kwa hiyo tumepata nafasi kwa siku hiyo ya leo, tumehudumia wagonjwa zaidi ya arobaini wenye shida mbalimbali. Katika wagonjwa hao wengi wao wamekuja na matatizo ya ukungu wengine presha ya macho imeleta shida, hawaoni vizuri. Wengine maradhi kama sukari, presha kelekea shida kwenye sehemu ya mfumo wao wa kuona, wamekuwa wanauona wakifu pia na kwa hiyo kutumia uh, huu muda wa wiki ya huduma kwa wateja hospitali yetu imetoa uh, auweni wa uh, kufanya matibabu, watu wamepata huduma za bure, kupima bure, wamechangia sehemu ndogo tu ya dawa lakini wamehudumiwa kwa, kwa namna nzuri, na wengi wanashukuru. Na pia napenda kutumia muda huu washukuru watu waweze kutoka mapema, waweze kufanya matibabu mapema, usubiri hadi tatizo kubwa io. Tukawatumia muda huu um, ambao huduma hizi ziko free, ukaja ukapima afya yako, ukuangalia macho yako na shida gani E yeah, kwa mshauri na ndugu jirani au rafiki yako, bwana, njoo ukapime hata presha, macho tu, hata kuangalia uwezo wako kuona ukali ukoje, siki hata kama una shida kusoma, labda pengine ufanye vipimo, kwa hiyo itakusaidia kujua tatizo ambalo linakunyemelea kwenye macho yako kabla shida ijako. Kwa hiyo natumia fursa hii au kutoa rai kwamba tunapenda pia watu wao wana kuja mara kwa mara, usisubirie huduma kama hii mpaka itangazwe bure ndio watu kutokeze. Kuje mapema, gharama ni nafuu kwa kuweza e. Hivyo tunaweza tukaokoa uh, matatizo mbalimbali ambayo anaweza kaleta upofu pengine hata baadaye. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Mery Priva Mbuya au Mery Godfrey Njau, nimetokea kile mapofu himo. Hospitali ni nzuri sana kwa kweli, kwa sababu nimefurahia mno kwa sababu yani nilikuwa nimeleta mjukuu wangu alikuwa na tatizo la macho, na mimi nilipokuta hii huduma bure na mimi nikapimwa nikakuta tu na, na tatizo la macho nikapimwa, nimepewa miwani ya kusomea. Kwa hiyo hospitali ni nzuri kwa, kwa ujumla, kwa ujumla ni nzuri sana yani, waje wapime afya zao hapa Kibosho Hospitali ni hospitali ambayo ina, ina uchunguzi mzuri sana na si macho tu, magonjwa mbalimbali eh? Yani iko vizuri kabisa na washauri kabisa, waje wapime wapime kabisa afya zao. Yani huduma ni nzuri mno, nimeipenda sana, wala hakuna gharama. Nawashukuru nawashukuru sana madokta Wahudumu hapa wanaangalia watu vizuri yani, yani ni mzuri sana kwa ujumla, anawashukuru yani sana sana kabisa yani, mambo mazuri yaani hapa ni kuzuri kabisa. Kwa kweli kwa kweli, msipitwe msipitwe kabisa na mengi mazuri hapa kwenye afya zenu. Kwa hiyo yangu ndio hayo, kwa kweli nawashauri muje mpime afya zenu, kisha mi mitoka himo lakini nikuja upa nimehudumiwa vizuri. Mjukuu wangu ametokea Arusha amepimwa vizuri, huduma mimi, miwani nimepata. Kwa hiyo mambo ni mazuri kabisa.